Wakizungumza mapema hii leo katika ibada ya kutangisha pesa za ujenzi ya ununuzi wa kipande cha ardhi ya kanisa hili, mwakilishi wa mwaneaji kiti cha ubunge eneo ubunge la Kandui Samuel Juma amewataka vijana kuacha tabia potovu na kutumikana wanasiasa na badala yake kutafuta ajira itakayowafaidi maishani. Sisi hatutarajii mtu akuja kwa sababu yeye amepigiwa kura, anakuja kunua vijana wachache kuwatumia, lakini mi ningependa kuwaonya, na ndio maana tunataka kubadilisha uongozi kama wa Kandui hii in the near future hakuna kijana ambaye atakuwa tayari kubeba mpini. Wewe kama kiongozi ulipigiwa kura, ukininunua mimi, leta mtoto yako, weka laini ya mbele, upatie mtoto yako mpini ama upatie mawe, ndio wewe ndio mimi nifuate. So vijana sio wengi ambao they turn out. Utapata kama kuna function hapa, wale vijana ambao wanaletwaleza watoleo Kakamega, lakini Bungoma hii vijana wamechanuka, wameamua kujituma wenyewe. Akitile mkazo wa swala hili, wa kasisi wa kanisa hili Evans Bahati amemtaka mwanasiasa huyo kuwajibika, angalau kuwatafutia ajira vijana hawa, wale ambao wamehitimu na bado wako mtaani pasi na ajira. Watoto wetu wamesoma, watoto wengine wako na masters, wengine wako na diploma, wengine wako na degree na kweli tunajua kwamba kupitia kwa mbunge kuna nafasi za kazi ambazo huwa zinapeanwa. Tunataka tutumane ujumbe kwa Mheshimiwa Wepuhuru, kama Mungu atampa nafasi na kuna kazi tumeona akifanya, tunamuuliza kwamba kuna nafasi za kazi, siziwe zinauzwa, atembee kwa wodi, anaweza kuchukua kwa watoto wawili watatu kwa kila wodi atuandikie watoto wetu kwa sababu kuna wamama hawana, Amen, mashamba wengine ni wajani Amen, wanataka wauze ploti wapeane hongo ndio watoto wapate kazi. Wakilishi hawa wa mwaniaji kiti cha ubunge hili wamesema kuwa kando na mwanasiasa huyo kujenga kanisa, vile vile ana mpango wa kuwasomesha na kuwalipia karo wanafunzi werevu wanaotoka katika jamii maskini. kama Wepohulu, tumekuwa na initiative ya kupeleka watoto ambao hawajiwezi shule. hapa ambapo nimesimama Kitinda hapa secondary school, tulikuwa na first disbursement yetu ya bursary. So next disbursement, wakati watoto wanafungua second term, tunaenda kulonja tena bursary. Hii ni mpango yake kusaidia watoto wetu, watu wa Kanduyi, wale ambao wajiwezi, karibu wanafunzi mia saba, na pia kuna mpango second. Tukianza second uh, term kuna second phase ambayo mheshimiwa anasema kwamba atatafuta mbinu ahakikishe uh, kwamba mpango huo unaendelea and then we extend to more needy students kwa sababu Constituency hii iko na wanafunzi wengi na mnajua mambo ya scholarships imekuwa sahihi abolished kutoka kwa, kwa, kwa counties kulingana na yule ambaye anasimamia mambo ya bajeti. Kwa hivyo wanafunzi wengi wanahitaji school fees, wanahitaji support. Ndio sababu Mheshimiwa Wickliff amesema kwamba ataendelea kuexpand kwa program yake ya kusaidia wanafunzi ili waweze wawe kuwa maintained kwa shule zao, kwa shule zao ili waweze baadaye kuwa watu wa maana yote tisa kumi ni Kasisi wa Kanisa hili Evans Bahati amewataka vijana kutumia nafasi hii ya likizo fupi kusoma na kuwasaidia walezi manyumbani, huku wito ukitolewa kwa viongozi wa kisiasa kuwajibika ili viwanda vya kutoka eneo hili la magharibi visije vikapotea mikononi mwao. Mzimo huu wa likizo, msaidie wazazi wenu kazi, muende kanisani na pia mchitenge na vikundi ambavyo siyo sawa. Sani matano, Mpakani TV eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.